Nahitaji sana barabara kilomita nane ya kutoka Buarahala kwenda Nyakate, twende tukaweke kiwango cha alami nyepesi. Na sababu ninazo, sababu ya kwanza ni kwamba barabara ile ina mwingiliano mkubwa sana wa magari mazito. Lakini sababu ya pili, wananchi wa Nyanguku tunajenga stendi mpya pale Magogo. Kutoka hapa kwenda Magogo ni kilomita kumi na mbili. Akipita Nyankumbu ni kilomita ishirini na nne. Afike Nyankumbu kuitafuta Magogo ni kilomita zingine zaidi ya nane. Kwa hiyo mimi nina maana ipi? Tunajenga stendi, tukisogeza huduma hapa, mwananchi wa Nyanguku hana haja ya kupita Nyankumbu sisimi. Lakini tukishaifikisha hapo, tutawasukumizia wenzetu wa wilaya jirani ya Nyang'wari. Kutoka pale kwenda Nyamgogwa na Ibambira ni takriban kilomita kumi na mbili. Inawezekana waziri mkuu anapita ile barabara, barabara inafungwa, anachepuka kule kilomita chache, anaingia Nyakato, anaingia stendi na maisha yanaendelea. Sisioye hilo ombi langu la kwanza kwako, Mheshimiwa Mbunge. Kwa miaka hii mitano najua unaenda kupambana, tutashirikiana nilishaanza na diwani mwenzangu wa Bwarahala, tumekubaliana na kwenye, na kwenye baraza la madiwani itakuwa ni ajenda yetu ya kudumu. Ombi langu la pili, duniani kote, duniani kote ziko huduma hazipaswi kujengwa katikati ya makazi ya watu wengi. Mheshimiwa mbunge, juzi rais amesema, na wewe umekuwa umesema na mimi, kwenye irani nafuatilia kwamba angalau serikali ya Dakta Samia Suluhu imeenda kututunuku chuo kikuu kwa mkoa wetu wa Geita hususan jimbo letu la Geita Mjini. Chuo kikuu na kijenga wapi? Tunataka tupeleke chuo kikuu nje kidogo ya mji wa Geita. Na nje kidogo ni wapi? Nyanguku. Maeneo tunayo, tunayo. maana yake nafikiri unaendaka Dodoma, Dar es Salaam ukiuliza yudo mwiko wapi? utaambiwa iko pembezoni kidogo mwa jiji, pembezoni mwa jiji, maana yake ni kata ya Nyanguku, kwa sababu sifa tunazo. Mheshimiwa Mbunge, najua utanipokea na wananchi hawa wanakusikiliza. Lakini ombi langu la pili, nashukuru sana na niwashukuru ni sana waheshimiwa madiwani hapo, wamesema vizuri, baraza letu liko vizuri, na mimi kwa kweli mlivyoniheshimisha nyinyi na madiwani wenzangu wakaenda kuniheshimisha hawa madiwani hawa wamenipa kituo cha afya milioni mia tano ambacho tunaenda kukijenga hapa Nyanguku. Sasa ombi langu kwanza, gamba nipendi tukajenge kituo cha maana ya majengo naomba tukajenge kituo cha afya kwa maana ya huduma ukawalete upasuaji pale, madaktari bingwa. Najua unajua, kwa sababu kazi hizi haujazianza leo. Mimi najua misauzi tutaijenga hapa, lakini natamani sana, natamani sana huduma za kibingwa kwa ngazi ya kituo cha afya zifanyie Nyanguku. Mheshimiwa Mbunge, ukinifanyia haya na wananchi hawa wataendelea kuwa na imani na serikali yao CCM, oyee! kwa leo kwa leo nisizidishe mzigo sana kwa mbunge, maana unapongea sana, mwisho wa siku atashindwa cha kukupa. Mimi nimelipokea, nachotaka kuambia kweli, ya gamba liko tayari, liko kwenda kupigana, kazi yako kulipamba tu. Mnajua mnatakiwa mpambeje? Tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi Tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi ndiyo siku ya kwenda kulipamba hili nzagamba. Tarehe ishirini na tisa unaenda unapiga kura ya ndio kwa nzagamba, alafu ukishalimaliza, linaenda mbele kifua mbele, likiwa limeshinda kura za kutosha, linaenda kuleta heshima nyumbani. Naomba tupige makofi, kipigie makofi pale ulipo. CCM oye o! Tarehe ishirini na tisa ndio siku ambayo mtaenda kulipamba nzagamba, ili nzagamba iwe tayari kupambana na kuleta heshima nyumbani. Naomba niwaulize, wangapi tarehe ishirini na tisa wanalipamba nzagamba Nyanguku? Oye! Niwaambie ndugu zangu, watu wa Nyanguku, kama kuna mtu mlipewa na Mungu, kama kuna watu mlibahatisha mkapewa, ni mheshimiwa diwani wenu. Mheshimiwa diwani wenu ni wa viwango vya juu. Kama nilivyosema mwanzo, nimezunguka ni kata nyingi, lakini huyu diwani hapa Nyanguku amefanya makubwa na hata sasa hivi hajaishia kufanya makubwa tu, ameamua na sasa hivi kuchokoza. Unajua amechokoza nini? Amesema chuo kikuu kijengwe huku. CCM oye! Mheshimiwa Ngole hoye! Na mimi nimepokea sasa tuende kukaa naye tushauriane, tuone mahitaji ya chuo kikuu, alafu baada ya hapo tufanye maamuzi. Naomba tumpigie makofi mengi mengi mengi.